Coming for our family. Final Destination ni moja kati ya movie ambayo imefanya vizuri sana duniani na kumbuka, kipindi wakati tunaangalia tulikuwa tunaenjoy tu kuona jinsi ambavyo vifo vinatokea ndani ya ya movie movie pasipo kupata concept ya movie inaongea kitu gani. Of course ni movie ambayo tumeenjoy sana. Sasa kuna Final Destination mpya ambayo imetoka ambayo inajulikana kama kama Final Final Destination Destination Bloodlines na moja kati ya actor actor ambaye yupo ndani ni actor Tony Tony Todd Tony Todd ambaye of course ameonekana katika movie tano za Final Destination akijulikana kama Bloodworth. Sasa ndani ya hii movie ya Final Destination Bloodlines kuna line ambayo ni ya mwisho kabisa ameiongea Tony Todd, ni moja kati ya line ambayo imegusa hisia za watu wengi sana duniani. Nitakwambia kwa nini. Hii ni line ambayo Tony Todd anazungumza akisema kwamba I intend to enjoy the time I I have left and I suggest you You do the same. Life is precious. Enjoy every single second. You never know when. Good luck. Good luck. Akimaanisha ya kwamba nimepanga kuenjoy muda ambao umebakia, na ningependekeza na wewe pia ufanye hivyo hivyo. Maisha ni matamu sana, enjoy kila sekunde ya maisha yako, huwezi kujua ni lini. Basi. Kwa heri. Hii ni line ambayo imegusa hisia za watu wengi sana kwa sababu wakati wanatengeneza movie ya Final Destination, hii ni line ambayo haikuwa scripted, haikuandikwa katika script. Tony Todd huyu ni actor ambaye amefanya vizuri sana na ameitendea haki, uh, franchise nzima ya movie ya Final Destination na amefariki mwaka 2024 kwa sababu ya kansa ya tumbo. Kwa hiyo kipindi wakati wana shoot alikuwa ni mgonjwa tayari. Producer wa Final Destination ambaye anajulikana kama Craig Peer, yeye alipendekeza Tony Todd kuwepo katika movie kwa sababu ya kumpa heshima yake na kumpa nafasi yake ya kuweza kuonekana haijalisha hata kama atakua ni mgonjwa. Lakini pia wakati wana shoot likaja wazo ambapo director akamwambia Tony tunaomba uongee kitu ambacho kitakuwa kimetoka katika akili yako moja kwa moja, kitu ambacho utakuwa unawaambia mashabiki zako, sio kwa kwa kwa ajili ajili ya ya kuonye movie yani ongea kwa ajili ya mashabiki zako. Kwa hiyo mshikaji kamtoka hii ambayo amesema hapo sasa ni moja kati ya line ambayo imeteka hisia za watu wengi sana, kwa sababu ni kitu ambacho hakikuwa programmed na ni kitu ambacho amekiongea baadaye hakuchukua Nadhani baada ya kumaliza kushoot kuchukua muda mrefu akafariki. Kwa hiyo huu muda ambao unanisikiliza sasa hivi hata Tony Todd hayupo tena duniani na hayupo tena na sisi yuko mbele za haki. Sasa movie Final Destination Bloodlines imejibu mambo mengi sana. Moja kati ya kitu ambacho watu walikuwa wanajiuliza kuhusiana na na Bloodworth nafasi yake ama karakta yake ndani ya Final Destination huyu ni ni ni mtu mtu mtu wa design gani? Mbona mbona anafahamu mambo mengi sana kuhusiana na vifo? Mbona kama ni mtu ambaye anaelewa umchongo, ni mtu ambaye ambaye anaelewa umchongo, yeye ambaye anasababisha ama nini? Wapi ambapo historia yake yake inapotokea. Kwa hiyo majibu yote yametolewa katika hii movie ya Final Destination Bloodlines. Ni movie ambayo of course sasa hivi ipo katika theater, kwa hiyo ikitoka, ikiwa tayari ipo clear, nitaangalia na nitakuja kukupa review ya Final Destination Bloodline. Asante sana kwa kunisikiliza, mimi naitwa Snashtz.